Burundi imeonya kuwa itajilinda dhidi ya mashambulizi yote kutoka nchi ya Rwanda. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa mpango wa Rwanda w kuivamia Burundi kupitia Kongo ni makosa na nukuu, tunajua kwamba Rwanda inajaribu kutushambulia kupitia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia vuguvugu vugu ya Redi Tabara, lakini tunawaambia kwamba ikiwa wataka kutushambulia Bujumbura kupitia Kongo na sisi Kigali hatutokuwa mbali kupitia Kirundo. Vilevile msemaji wa serikali ya Rwanda Ruande Makoro amesema Anashangazwa na, na kauli ya rais huyo wa Burundi. Rais wa Burundi ameeleza kuwa ana taarifa ya kuaminika kuwa Rwanda ina mpango wa kuishambulia Burundi. Alisema ikitokea hali hiyo, migogoro inaweza kuleta maafa, kwani inaweza kusambaa katika ukanda mzima wa East Africa. Tayari wameshatuma wajumbe mbalimbali kwa rais wa Rwanda Paul Kagame kumtaka atekeleze makubaliano ambayo yataleta pamoja nchi hizo mbili, lakini bado wanasubiri majibu.